Nina ujumbe wa aina nne siku ya leo kwa haraka kidogo, lakini mimi huwa siwezi kuelezea sana, ninaweza kueleza kwa mifano. Nimeanza kwa mfano mmoja kwamba tunatakiwa kufundishwe kwa mfano, tufundishe kwa vitendo vyetu, na nitatoa mifano michache. Hiyo ndio itakuwa nimemaliza ujumbe wangu kwenu. Nina historia, nilisoma kwenye kitabu cha askofu mmoja cha Daktari mwindaji na daktari alikuwa mwindaji katika karne za nyuma sana. Yeye alikuwa mmisionari, alipofika katika sehemu hizo ambapo Ukristu haukuwa umekuwa sana, ulikuwa kidogo. Adhabu ya dada ambaye amepata mimba kabla ya kuolewa ilikuwa ni kuchukuliwa kimya kimya na wazee wa kijiji, unaenda kufungwa mbali kabisa porini kule, hawakuui ila wanakufunga ili ufe, wanakufunga kwenye miti. Wakikufunga kwenye miti, utapigwa jua, baridi, jua, baridi, na mpaka utapoteza uhai wako, na wanyama wakipata nafasi ya kukumalizia, watakuua. Binti mmoja akawa mjamzito kijijini, na kabla haijajulikana, mzazi akaenda kutoa taarifa kwa wale wazee, ili aibu isije kwake. Kwa hiyo binti alichukuliwa usiku sana Akapelekwa sehemu ya mbali porini kule, alifungwa na kamba, akaachwa na wale wazee, aka wazee wakarudi kijijini. Daktari mwindaji, baada ya kufanya shughuli zake pale, aliondoka na vijana wake kwenda kuwinda. Siku ya pili toka afungwe yule binti, wakamkuta amechoka sana, yupo kwenye kamba. Kwa hiyo wakaanza, daktari kaanza kumfungua yule mgonjwa yule binti. Alipokuwa anamfungua, wale wanafunzi wake vijana wake wakamwambia Daktari, huyu binti atakuwa alitenda dhambi kubwa sana ndio maana amefungwa, usimtoe. Na yeye akaendelea kusisitiza kwamba hatustahili kuwahukumu watu bali tuwapende. Kwa hiyo alimfungua, wakaacha kazi ya kuinda, wakambeba yule mgonjwa wakamrudisha kwa shida sana mpaka kwenye hospitali yao zahanati, wakaanza kumhudumia. Wanakijiji wale wazee wakaanza kusikia kuna binti alifanywa hivi, ila ameokolewa, ameletwa tena zahanati. Alitunzwa kule sana, watu mbalimbali mbali wakaanza kwenda ili kuanza kumhubiria na Biblia kubwa sana, kubwa kujaribu kumshawishi auone upendo wa Mungu. Walihubiri sana, kila mtu alienda anahubiri juu ya upendo wa Mungu kwake, na ikiwezekana aingie kwenye dhehebu lake ili kuona upendo wa Mungu. Siku moja, baadhi ya watu walikuwa wanahubiri hapo, yeye bado yuko ndani na hali yake ilikuwa nzuri. Wakati anazungumzaoye daktari akatokea. Alipofika daktari alipochungulia wanaongea ule, kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza ndio yule binti alitoa maneno yake, akawaangalia wanaosema sana, akawauliza huyo Yesu mnayesema ana upendo ni kama huyu daktari? Ndugu zangu, upendo wetu ni kwa matendo yetu. Huyu daktari misionari, huyu daktari mwindaji aliweza kuhubiri zaidi kwa matendo yake kuliko maneno. Tunaweza tukabeba Biblia zetu kubwa tukatembea nazo tukahubiria watu sana, lakini wanangu na wadogo zangu nendeni mkafundishe kwa matendo yenu bila kuogopa watu, tendeni yaliyo mema, ili muweze kuwasaidia watu, ili watu waweze kusema huyu Yesu yupo kama huyu. Unaweza ukawa mwalimu, unaweza ukawa daktari, unaweza ukawa padri, unaweza ukawa sista, unaweza ukawa mtu yoyote katika nafasi yako, na waomba sana mkafanye hivyo, na ujumbe wangu wa kwanza ni huo, mkafundishe kwa matendo yenu.